Halo, Cheupe, mambo poa kabisa Cheupe. Mm, ja, nimekutafuta kwa simu kama masaa matatu sikupati, nashangaa kwani. Oh, simu yako ya mkopo. Oh, yalipa mdogo mdogo, haya haya, sawa sawa, haya Nipe nipe taarifa kamili, vipi kunaendaje leo? Oh. Leo ku, oh mna kikao cha familia. Leo muko na kikao cha familia kwa hivyo hutakuwa na muda yani wa mimi kuonana. Eh. Na, la, na, lakini nauli yangu imefika. Okay, nauli nimekutumia imefika, lakini muda wa kuja ndio hakuna yani, uko na mambo mengi yani, uko na mkutano na kesho, sijui kuna harusi Okay. Safi sawa, hata ni niriva..., sawa, na ndio maana nime reverse hiyo pesa, nime reverse hiyo pesa, ukimaliza shughuli zako simu ziite, tutafutane sasa. E, nimesha... e, elfu yangu mbili nimesha rivesi kitambo mm. Simu ziite, ukimaliza shughuli zako nitafuta nikutumie tena fare e, ng'ombe.